Kuna kipindi fulani ambacho niliwahi kuwashuhudia jinsi ambavyo Yesu aliniokoa na mashambulizi ya Lusifa. Niliwaambia hapa na kwamba Lusifa alikuja mwenyewe, lakini kwa neema ya Roho Mtakatifu nikawa nimemshinda. Sasa hivi karibuni pametokea ataki nyingine kutoka kwa Malkia wa Kuzimu. Naweza nikasema kwamba ni yule anayetoka kifuani pa Lusifa, alikuja na ataki isiyokuwa ya kawaida. Of course, ule usiku mimi naweza nikauita ni usiku wa mauti, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo ilitakiwa niondoke physically, lakini kwa neema ya Roho Mtakatifu na kwa nguvu ya Mungu aliye hai, bado ameendelea kutupa kushinda na zaidi ya kushinda. Kitu ambacho nataka nikwambie ni kwamba watumishi wa Mungu waliokubali kusimama na kuipeperusha ile kwe vita ya usio ndogo na kadri Mungu ni vile tu hatuzungumzi yote, lakini kadri Mungu atakavyoendelea kunipa neema ya kuwa hapa nitaendelea kukushuhudia the way ambavyo ameendelea kunipa ushindi na jinsi anavyoendelea kuwapa ushindi watumishi wake dhidi ya vita za kiroho. Kuna kipindi ilitakiwa tupate ajali uso kwa uso na ilikuwa inaelekea hapo, ni mchoro uliochorwa kukamilishwa uso kwa uso lakini Mungu alisimama na kusema kwamba huu sio wakati wa ajali. Kila jambo na wakati wake. Huu sio wakati wa ajali, huu ni muda wa kazi, kazi ya kuhubiri injili takatifu. Na kwa sababu hiyo, Roho Mtakatifu akawa ametuokoa na hiyo ajali mbaya ambayo ilikuwa imekusudiwa kutokea. Sasa kuna hili tukio la kushambuliwa na Malkia wa Kuzimu ambapo walikuja. Kitu ambacho kifahamu ni kwamba kuzimu kuna wakati ikiamua kufanya vita na wewe itafanya nawe vita. Inaitwa damu kwa damu, mfupa kwa mfupa, mshipa kwa mshipa, yaani watahakikisha huo mwili wako wanauharibu wote, wana uharibu wote. Na kuna baadhi ya matukio machache sana ambayo huwa yanawapata baadhi ya watu, vifo vya namna hii ambavyo ni matokeo ya mashambulizi ya kuzimu. Wengi mmeshawahi kusikia kwamba waubiri wameuawa au watumishi wa Mungu wameuawa. Wakati mwingine hakijulikani ni nini kilichowaua. Unakuta ghafla tu, mnakwenda mnakuta amejifia hapo, amekauka ghafla. Yale ni matokeo ya mashambulizi ya vita za kuzimu, ambazo huwa zinapata mlango wa kumwataki huyo mtu kupitia kitu kinaitwa udhaifu. Na ndio maana mtu wa Mungu hatakiwi kukili udhaifu. Kuna watu wameokoka, ana udhaifu wa asila, mwingine ameokoka ana udhaifu wa wa, wa, wa, wa, wa, wa wa, wa, wa malalamiko. So kupitia ule udhaifu wanasuka kombora litakalopita, damu kwa damu, maji kwa maji, yaliyoko ndani ya mwili wako, mfupa kwa mfupa. Likikupiga lile kitakuwa ni kifo cha ghafla, na hata ukienda kupima hospitali, sumu si sumu, sijui kitu gani, ugonjwa si ugonjwa, lakini ghafla mtakuta mtu amefariki. Ni matokeo ya vita so, ya ukikuta kuzimu, mtu amekufa kifo cha ghafla Sumu sio sumu, ugonjwa sio ugonjwa, ajali si ajali, yaani mwili wake hauelewekieleweki. Yale ni matokeo ya kupigwa kombora la kuzimu, ambapo mara nyingi haya makombora huwa yanaelekezwa kwa watu waliookoka, endapo wataruhusu ka mlango fulani, ka udhaifu. Na usichokifahamu ni kwamba wakifanikiwa kuua mlokole, kuzimu ajenti akifanikiwa kuua mlokole anapanda cheo kikubwa zaidi kuliko wenzake wote. Kwa nini wanawindwa sana hawa watu ili wapotezwe? Usiku ule nikajikuta ghafla nipo kwenye eneo nisilolifahamu, japokuwa pale kulikuwa na baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa ni kama navifahamu, lakini eneo kwa ujumla nilikuwa silifahamu. Nilipokuwa pale palikuwa na mtafutano usiokuwa wa kawaida, Vifaa visivyokuwa vya kawaida vya kiuchunguzi vilikuwa vinatumika kunitafuta niko wapi. Hivi vitu unavyoona vinatumika leo duniani kupima, sijui adui yuko wapi, sijui mtu ameenda wa wapi, hivi ni cha mtoto kule kuzimu. Ilikuwa ni kama muvi, lakini Mungu alikuwa ameruhusu, kwa sababu kuna vitu, kuna siri alikuwa anataka nizijue. Kwa hiyo huyu malkia wa kuzimu alikuja na vikosi vyake fulu, timu zote, sijui timu ya upelelezi, uchunguzi, kutumia vifaa kujua adui yuko wapi, yuko fulu hapo. Sijui ni kuelezeje ili uweze kunielewa, kuna vifaa walikuwa wakivitumia, wakimulika hivi wanajua kabisa yuko sehemu fulani, ni kama majeshi ya kibinadamu hapa duniani. Lakini wenyewe walikuwa na vifaa vya teknolojia ya juu zaidi ambavyo mimi sijawahi kuviona hapa duniani. Of course, mimi ni mtu ambaye ninapenda sana kufuatilia mambo ya kijeshi, sijawahi kuviona. Kama vipo basi, nahisi ni kwenye magemu au kwenye movie, lakini hivi physically sijawahi kuviona. Walikuwa na vifaa ambavyo yani akimulika hivi kinatoa mwanga ambao una uwezo wa kuonyesha mpaka mahali ulipo. Na huo wakati sasa, nilikuwa ninatafutwa ili niuawe. Ulikuwa ni usiku wa mtafutano, usiku wa mauti, usiku wa kutisha. Yule malkia alikuwa very serious, nitafutwe nilipo ni uwawe, ndo agenda iliyokuwa hapo dakika hiyo. Ni vile tu hujawahi kuona vita ya rohoni inavyopigana, bali kwambie inapiganwa kama unavyoona hivi vita za kimwili zinazotokea hizi, silaha kila kitu ndo vita ya roni iko hivyo hivyo. Ni vile tu hujawahi kuona vile vikosi vikawa vimejipanga, na ukumbuke aliyekuwa hapo ni malkia wa kuzimu mwenye cheo kikubwa kwenye ufalme wa Shetani. Kwa hiyo anakuja na vikosi vya renki za juu. Kile kifaa wakimulika hivi, kama huna neema ya Mungu, hata uwe kilomita ngapi wanakuona na wanakusuka kwenye rada, wanakupiga risasi ya kichawi. Ndo wale mnasikia wengine amefia usingizini, au alikuwa anatembea ghafla akashangaa amedondoka chini, povu linatoka mdomoni, anakata roho. Ni silaha zile zinazotokana kusetiwa kwenye rada kwa kutumia hivyo vifaa vya kiroho. So nilipokuwa hapo, Mungu akanifundisha mambo mengi sana, na kitu ambacho ningetamani kukwambia we mtu wa Mungu, naye nitazama ni kwamba Ha, wewe ambaye umeokoka una kitu cha kimungu ndani yako, unasimama kwenye kweli, umempokea Yesu, usikubali kukaa na kitu kinaitwa udhaifu, iwe ni hasira, iwe ni malalamiko, udhaifu wa aina yoyote, kitu ambacho unahisi ni dhambi ambao wakati mwingine unasema aise, kuiacha hii ni ngumu. Usikubali kukaa na hicho kitu, kwa sababu kitatumika kama mlango, na watasuka kombora la kuzimu kwenye siku usiodhani watakupiga na utakufa, alafu wao watapanda cheo kwa kifo chako. Of course, uh, vita yangu mimi inayosababisha haya malango ya kuzimu kujipanga mara kwa mara, na nimesema nitaendelea kushare na wewe the way ambavyo Yesu ameniokoa kutoka kwenye attacks zao. Of course, uh, vita yangu ni kwa sababu kadha wa kadha. Sababu mojawapo ni kulikataa agano la ndoa za majini. Kabla sijaokoka nilifungishwa agano la ndoa za majini, na nilishawahi kuambia hapa, niliingia kwenye maombi nikalikataa, nikalivunja, na ninakumbuka kwenye usiku walikuja wakasema tunataka pete yetu. Majini walikuja nishawahi kuzungumza. Lakini sababu ya pili ya vita yangu kwenye ulimwengu wa roho ni kuwaharibu hao watumishi wa mashetani, yaani manabii wa uongo, ambao mara kwa mara nimekuwa ni expose na kuziweka kazi zao ovu hadharani. Kuzimu inaumia, kuzimu inasikitika, inapanga mashambulizi kinyume changu. Nakumbuka kuna wakati niliwahi kumwombea mtu kwa njia ya simu aliyoko mbali, yale mapepo yalipo ndani yake yakataja kazi zote ninazozifanya kwenye mitandao ya kijamii, na yakasema unawasumbua sana, unawataabisha sana watumishi wetu. Nilipomuuliza watumishi wepi, akasema hawa unaowatajataja hao kwenye mitandao ya kijamii, unawasumbua sana, tumekuwinda kwa kila njia Tumekukosa nao, tunasubiri umkosee huyo Mungu wako ili tukuondoe dani. Kutie moyo mtu wa Mungu, Mungu wetu yuko hai kututetea na kutupigania, sio mauti, sio upanga, sio chochote ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Mungu uliopo katika Kristo Yesu. Kikubwa na cha msingi, hakikisha njia zako zinampendeza Bwana na kwa sababu hiyo Bwana atakuokoa na mtego wa mwindaji atakuokoa na mauti na hautakufa mpaka utakapotimiza kusudi ambalo Mungu amekupa hapa duniani. Mungu awabariki sana. This is your friend Prophet Justin, niko hapa na tutaendelea kuwagonga kwa mujibu wa sheria. God bless you, amen.